Miezi kadhaa iliyopita kulikuwa na mjadala Twitter kuwa anauliza loyoti ya media na waandishi wa habari inapaswa kuwa kwa nani. Kulikuwa na majibu mengi, lakini kuna kaka yangu mmoja na mwandishi wa habari ambaye namuheshimu sana, akasema yeye loyoti yake itakuwa kwa nchi. <laughs> akaapa hata kuwa radhi kuwa tayari kusema uongo kwa maslahi ya nchi. Sasa nikawa najiuliza hapa, kwa hiki kilichotokea siku chache hizi zilizopita, nchi inakuwa nini hapo au nchi inakuwa nani? I think he, imekuwa wazi sasa. Tumefahamu waandishi wa habari kwamba loyalty yetu lazima iwe kwa wananchi, sio kwa biashara, sio kwa serikali, sio kwa editors, sio kwa wamiliki wa vyombo vya habari, sio kwa mtu mwingine yeyote yule. Loyalty ya media has to be with the public. Na tumeona namna gani ambavyo The public ikigundua ikaona wazi kwamba loyalty yetu kama waandishi wa habari kama vyombo vya habari haipo kwao, wanatukataa. Na no, wametukataa kweli, kweli. Sasa kurudisha hiyo imani kwao sio kazi rahisi. E, kuna kuna media, kuna karia za waandishi wa habari ambao itakuwa mtihani kwa kweli kuzirudisha pale ilipokuwa kabla ya maandamano. So loyalty to to majifunza it has to be with the public. Um, serikali zinakuja na kuondoka zingine kwa bahati mbaya hata ziserve interest za wananchi inakuwa ni genge tu la watu ambao wana interest zao. Sasa kwa nini to serve serikali? Kwa nini to serve interest za serikali? Kwa nini to serve interest za biashara kwa nini to serve interest?

kwa sababu hapo sasa ndipo the public, the audience wanapoweza kuamini kile tunachowapa na wakakitegemea. It's the only reason that the media would exist, kwa sababu tunao audience, tunao the public ambayo inatuamini na inakuja kwetu kwa ajili ya kupata taarifa. Ikiondoka hiyo, hakuna chombo cha habari tena, na hii ndio maana vyombo vikubwa au vyombo ambavyo viko serious na kazi yao hata vikiwa vidogo tu, vikiwa serious na kazi zao, vita protect, trust ya public, trust ya audience kwa gharama yoyote ile. Juzi ulisikia kuhusiana na scandal ambayo ilikumba BBC, viongozi wakubwa kabisa wa shirika they had to step down. Nyakati zingine vyombo vya habari inabidi vyaapologize kwa makosa ambayo yamefanya, and that is because they want to maintain the trust na kwa hivyo hata hizi tunavyoona every now and then serikali inajaribu kubana vyombo vya habari sheria, si mikakati, mini vibali na vitu kama hivyo, kwa ajili ya kufanya media ifanye kazi professionalism. Media ina uwezo wa kujiendesha na uwezo wa kujisimamia, na media ambayo iko serious kwa ajili ya kutunza hiyo trust na wananchi itafanya kila inavowezekana kufanya kazi kwa professionalism. Kuhakikisha wana maintain wanameinteini trust na wananchi. It's the only thing that gives purpose to the media. Truth is important kwa sababu inasaidia sasa the audience to make the right decisions. Wanakuwa informed na ukweli, na waandishi na vyombo vya habari tena ambavyo viko serious, waandishi wako tayari kwenda jela, waandishi wa habari wako tayari kulipa gharama nyingine yoyote ile hata ikiwa pamoja na kifo. Angalia wenzetu wa Gaza walivyokuwa wanafanya, it's unimaginable. Wana uwezo wa kuwa tayari kulipa gharama hata ya kifo, ili ukweli hujulikane kwa dunia. Hivyo ndo vitu vitatu kati ya vingine vingine kadhaa vya muhimu sana wa bari, kwa sisi kama waandishi wa habari kuvikumbatia na kuvilinda kwa wivu mkubwa na kwa nguvu zote loyalty